Kama unajiandaa kujiunga na chuo 2025 na hutaki kupoteza muda kusubiri ajira miaka mingi, basi video hii ni ya lazima kwako. Kozi ya kwanza itakushangaza, lakini ya tano ndio yenye fursa kubwa kuliko zote. Baki hadi mwisho. Unatafuta kozi ya chuo itakayokupa ajira haraka baada ya kuhitimu? Umefika mahali sahihi. Leo nakuletea kozi tano zinazotoa ajira kwa haraka sana hapa Tanzania kwa mwaka 2025. Usiache kutazama hadi mwisho. Namba tano ni kilimo cha kisasa na biashara ya kilimo. Namba tano ni kilimo cha kisasa na agribusiness Agrobusiness. Kilimo kimebadilika sasa, kuna greenhouses, kuna mashamba ya kisasa na biashara ya mauzo. Fursa ziko kwa waliobobea kwenye agrobusiness na agricultural economics au teknolojia ya kilimo. Namba nne ni wa, uhandisi wa umeme, uhandisi umeme, ujenzi na mitambo. Namba nne ni uhandisi electrical civil na mechanical engineering. Hizi ni kozi zinazotoa ajira haraka kwenye miradi ya ujenzi, miundombinu na viwanda. Reli ya SGR, barabara mpya na miradi ya nishati yote inahitaji wahandisi hapa Tanzania kwa mwaka 2025 na kuendelea. Teknolojia ya habari, ICT. Hii ni namba tatu, teknolojia ya habari, ICT, uh, teknolojia ya habari na mawasiliano maarufu kama ICT. Kozi kama information technology, computer science na software engineering zina kufungulia milango mingi. Soko la kazi linaongezeka kila siku, makampuni serikali na hata kuajiri kupitia tech mwenyewe. Hizi ni nafasi ambazo unatakiwa ukasome, kama unahitaji ajira za haraka kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Namba mbili ni ualimu wa sayansi Namba mbili ni ualimu wa sayansi. Masomo kama fizikia, kemia, biolojia na hisabati yanahitaji walimu kila kona ya Tanzania. Serikali inatoa ajira nyingi kwa walimu wa sayansi, hasa kwenye shule mpya na maeneo ya vijijini. Ni fursa kubwa kwa walio wa tayari kufundisha. Namba moja. Kozi namba moja ni uuguzi na sayansi ya afya, uuguzi na sayansi ya afya Uh, namba moja, uuguzi na sayansi ya afya. Hizi ni kozi kama nursing, clinical medicine, laboratory science, pharmacy, na kila mwaka serikali hutangaza nafasi nyingi za kada ya afya, na hospitali binafsi pia huhitaji wataalam hawa. Kama unataka kazi ya uhakika, hii ni njia salama. Hizo ndizo kozi tano zinazokupa nafasi nzuri ya kupata ajira haraka hapa Tanzania. Kabla hujachagua chuo au kozi yako, fikiria haya maeneo ya kimkakati. Bonyeza like, share na subscribe kwa maelezo zaidi ya kitaaluma. Usipitwe, karibu na asante.